Hebana, mambo vipi? Karibu sana kwenye bondesi letu leo. Kwenye bondesi letu tutazungumzia football mind, ambapo tutagusia mechi ya yanga na KMC ambayo mechi ilimalizika kwa yanga kuibuka na ushindi wa goli nne kwa moja dhidi ya KMC. Yanga alionyesha uwezo mzuri kukabiliana na shinikizo la mapema. Goli la kwanza ya yanga alifungwa na Max Nzegele, ambao liliwapa nafasi ya kumiliki mchezo. KMC walionyesha nia ya kushambulia, hasa mapema. Walifanikiwa kutoka suru ya moja moja na Yanga afrika mchia kwanza, lakini baadaye walikosa uwezo wa kudhibiti mabadiliko ya mchezo kijumla, kila Yanga akipata nafasi ya kushambulia. Ulinzi wa KMC ulionyesha kuwa na mapungufu makubwa, hasa katika kuzuia mawinga na kupunguza nafasi kwa mpinzani. Goli la penati la Andibo Yeli ilionyesha kuwa Yanga ana uwezo wa kulazimisha makosa ya ulinzi. Yanga aliweza kubadilisha miondoko ya mchezo mara kadhaa, na wachezaji kama Pakome pamoja na Nzegeli walichangia kiukubwa katika kuleta mashambulizi kwa KMC. KMC kwa upande wao, kila alikuwa akijaribu, alionekana anapata ugumu, hasahasa katika kuvuka safu ya ulinzi ya Yanga Africa kwa matokeo mwendelezo wa mchezo Yanga Afrika, anaonekana vizuri zaidi leo, ameonyesha ubora kikosi na namna ya kutumia nafasi zinazopatikana. KMC walianza vizuri, ila tu walikosa kudumisha kasi na kuzuia makosa muhimu ambayo yamewagharimu leo kupoteza pointi tatu. Hivyo Yanga anaondoka na pointi tatu muhimu na magoli ya kutosha, hivyo kujihakikishia katika kinyang'anio cha kuwania ubingwa wa ligi kuu NBC. Asanteni sana naitwa Mr. Information Maina. Msisahau kunifollow jamani.